Karibu kwenye Simba TV. Na wiki hii ni wiki ya kimataifa, ambapo mnyama Simba yuko mawindoni kuitafuta nusu fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Mnyama hii leo ameshuka dimani kwenye mechi ya mkondo wa kwanza ya robo fainali dhidi ya Al Masry, mchezo ambao umechezwa katika uwanja wa Suez mjini Suez nchini Misri lakini kabla ya kuangazia mchezo huo kwanza, natuangalie maandalizi yake na safari nzima ya Simba kuelekea Misri. Machi 28, majira ya saa 11 alfajiri, mnyama alianza safari ya kuelekea Misri. Lakini kabla ya kuondoka, meneja habari wa klabu ya Simba Ahmed Ali akaweka neno. Tunaenda kwenye vita, vita kubwa kweli kweli, vita ambayo e, tunachokihitaji ni kuvuka kwenye hiyo vita. Tunafahamu mechi itakuwa ni ngumu, mpinzani ambaye tunakwenda kucheza naye ni mpinzani mgumu kweli, kweli. Simba tumecheza eh, takriban robo fainali tano zote za kombe la shirikisho pamoja na ligi ya mabingwa Afrika kwa kipindi cha miaka sita mfululizo, lakini tunaweza kusema ya kwamba hii ni moja kati ya robo fainali ngumu ambazo tunakwenda kucheza safari hii. Al Masry ni mpinzani ambaye amedhamiria na yeye kwa upande wake kufanya vizuri katika michuano hii. Ukiangalia performance yake tangu ameanza michuano hii inakupa taswira halisi ni mpinzani wa aina gani, lakini na sisi Simba Sports Club tumejidhatiti safari hii kufanya vizuri. Bahati mbaya ama nzuri, tumekutana na kigingi, lakini ili uweze kufikia malengo ya kuwa timu kubwa Afrika huna budi kumfunga kila ambaye yuko mbele yako. Tulishasema ya kwamba robo fainali ya kwanza dhidi ya TP Mazembe ilikuwa ni robo fainali ya kujifunza. Robo fainali ya pili dhidi ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya Orlando dhidi ya Kaiza dhidi ya Widad zote zilikuwa ni robo fainali za kujifunza. Sasa tumeshahitimu, tunakwenda kwenye utekelezaji na utekelezaji wake tunaanza na Al Masry, pamoja na ugumu wake, lakini kwa ubora tuliokuwa nao safari hii na mipango tuliokuwa nao safari hii, imani yetu ni kubwa ya kwamba hii tunavuka. safari ikaanza na tukafika Misri majira ya mchana na moja kwa moja tukaanza programu ya mazoezi. Mratibu wa timu Abasi Ali Suleiman akazungumza mpango mzima na ratiba nzima ya Simba Sports Club shirikiano, kwa maana wenzetu wa uh, mpizani wetu Al Masry mekuwa wa kiwango cha juu, kiwango ambacho kinahitajika na shirikisho la soka barani Afrika kafu kwa maana nimeweza kuwasiliana nao kutupatia vile vitu vyetu vya, vya, vya, vya mahitaji ya msingi ambavyo tunatakiwa tupewe kuelekea katika mchezo. Kama unavyofahamu, wao wanahitajika kutupatia siku moja tu ya mchezo mazoezi kabla siku moja ya mchezo. Kwa hiyo, kwa sababu tumekuja kwenye mji ambao sisi sio Simba nyumbani, basi fasiliti zingine sisi wenyewe tunazifahamu. Kwa hiyo, tuliweza kuchagua fasiliti kwa uwezo wa timu yetu, lakini pia ukubwa wa timu yetu. Ndio maana hata leo hii unatuona kwamba tunafanyia mazoezi katika uwanja huu wa Suez Canal Resort, ni uwanja katika viwanja bora wanasema katika Misri. Hii ni pichi bora kuliko pichi zote kwa vigezo vyao kafu walivyokuwa navyo. Na ndio maana tunaona hata juzi mechi ya South Africa na Misri Egypt ilipigwa katika uwanja huu. Okay. Si kwa sababu nyingine, akili walifuata ubora huo. Sasa sisi Simba nao tuko kwenye level hiyo. Unajua sisi ni five star team. Yeah. Kwa hiyo natakiwa tufanye mazoezi katika vitu kama hivi. Kwa hiyo tunafanya mazoezi kama hapa. Lakini nilibahatika kwenda pia Suez ambako ndio mechi na kutaka kwenda kucheza. Na maandalizi ya kule kwa kiasi kikubwa yameshakamilika, mbakia 15% ambayo inatusubiri sisi kwenda na kumalizia hivyo vitu ambavyo viko pale kuelekea siku ya mchezo ni, ni umbali kiasi gani e, kutoka hapa Ismailia ambako sisi tumeweka kambi mpaka mji wa Suez ambao ndo mji wa mchezo wetu? Kwa bahati mbaya sana mimi sio mtu wa mahesabu, sitembei kwa, kwa kilomita ila natembea na stopwatch. Mm. Kutokea hapa, Ismailia kuelekea mpaka Suez ni saa moja na dakika 49 nilitumia kwenye kwenda na nikarudi kwa saa moja na dakika kama 42. Kwa hiyo ni, ni, ni, ni mwendo wa masaa mawili maximum hotelini, bila wote, lakini ni mwendo masaa mawili. Na, na utaratibu ukoje? Tutakuwa e, tutaondoka hapa siku ya mchezo kwa maana tarehe mbili kuelekea Suez ama tutaondoka siku moja kabla kuelekea Suez ili tukalale Suez tuamkie siku ya mchezo tukiwa pale mjini Suez Canal? Okay, kimsingi kwa utaratibu niliokuwa nao mpaka sasa hivi na ratiba ambayo mwalimu alinipatia tutaondoka hapa siku moja kabla ya mchezo. Kwa hiyo tutafanya mazoezi hapa kesho na kesho kutwa, siku ya tarehe moja, tutaondoka hapa asubuhi kwa sababu kama ilivyo ada, unakumbuka na unavyofahamu, mara nyingi na mara zote siku moja kabla ya mchezo tunafanya mazoezi katika uwanja wa husika, mm -hmm. lakini lengo ni kuwafanya wachezaji wawe na kesho, wanapokwenda kufanya ile kazi mm -hmm. kwa sababu so viwanja vyote ambavyo vinakuwa katika ubora kama huo mm -hmm. kuna viwanja, kuna baadhi ya sehemu unatakiwa ujue jinsi gani ya kukimbia, wapi tusicheze sana, kuna vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni muhimu kufanya mazoezi ya mwisho katika uwanja husika ko sisi tuondoka hapa tarehe moja na tutafanya mazoezi siku ya tarehe moja katika uwanja husika kabla ya kuelekea kwenye mchezo wetu. Hiyo tukiwa tarehe mbili, kikosi kikaweka kambi mjini Ismailia na kufanya mazoezi katika uwanja wa Suez Canal Authority kwa muda wa siku tano. Machi 31 ilikuwa ni siku kuu ya Idi Elfitri wachezaji, viongozi na benchi la ufundi wakajumuika na wenzao kutoka Misri kupata swala ya Idi. Tukiwa safarini nchini Misri, shabiki huyu ajulikanaye kwa jina la Habib Mchange amevunja rekodi ya kusafiri na mtoto wake wa miaka tisa na kwenda kukutana na mpinzani ambaye kwa mwaka huu amefanya vizuri kwenye msimu uliopita na msimu huu anatamani kufanya vizuri kwenye mashindano haya kima taifa, ya kimataifa kiasi cha kwamba amefika hii levo ya robo fainali. Bahati mbaya anayokutana nayo ni kwamba anakutana na timu ambayo sasa yenyewe sisi tunataka tena kuvunja historia yetu. Utafahamu kwamba Simba ndio timu ya kwanza kutoka ukanda wa Afrika mashariki na kusini mwa jangwa la Sahara kuiondoa mashindanoni klabu kutoka Misri. Tuliifunga Zamalek ikiwa mabingwa mara tatu, tuliifunga hapo Kairo. Kwa hiyo bahati mbaya ya Al Masry anakutana na Simba ambayo imeamua kutengeneza historia yake nyingine. Tuishaweka historia kuzisaidia timu nyingi. Leo unazungumzia kosto anakwenda kucheza Confederation kwa sababu ya Simba, unazungumzia na mongo ni kwa sababu ya Simba kwa hivyo sisi kama waandishi wa historia tunaamua sasa kuandika historia mpya, na historia mpya, bahati mbaya tumekutana na Al Masry. Kwa hiyo hakuna namna, lazima tu awe sehemu ya watu walioandikishwa historia kwa Simba kuvuka kufika nusu fainali. Umekuja na kijana wako mdogo uh, ume, ume, ume, ume, kwa nini umeamua kusafiri naye? Ina maana gani kwako wewe kusafiri na mtoto wako kuja naye mpaka huku Misri? Kwanza yeye ni mshabiki mzuri sana wa Simba, tukiondoka upande wa michezo ni mshabiki mzuri sana wa Simba, na nafikiri sisi wazazi tuna wajibu wa kuacha urithi kwa watoto wetu. Tunapeleka watoto shule wakasome, lakini lazima tuwaachie urithi ambao una maana, na katika sports kama kuna urithi ambao mi nafikiri watoto wangu wanapashwa kurithi ni kuwa mnyama tu. Kwa hiyo awezi kuto kuwa baba yake kuwa mnyama na yeye asifurahie. Kwa hiyo mwenyewe kwanza fry, amefurahi, amefurahia kukutana na timu. Ndio ameniambia baba anataka nikashangilie Simba, nikasema twende. Ni kwa hiyo moja ni kwamba tunaendelea kuwamilikisha timu vijana wetu watoto wanavyokuwa. Mimi nitakupa mfano mimi mechi ya Simba na Zamalek mwaka elfu mbili na tatu nilikuwa mwanafunzi wa fomu 1 E, ilibidi niingie kwenye ile mechi kama mlemavu, sikuwa nakiingilia. Unajua kulikuwa na zile <laughs> kulikuwa na, na wale walemavu ile pale, shambarabii pale, pale huku hey, oh, ambapo sasa hizi ndio uwanja wa kwa Mkapa ulipo, hey. kulikuwa na mchanga mwingi hey. Kwa hiyo kuna walemavu na, na, na, na, na, vibasikeli hey. Ilibidi nipande kwenye kitoroli cha, cha mlemavu hey, ili niingie nikacheki game utaona hiyo miaka zaidi ya 20 iliyopita, ishirini ngapi, tukiwa wadogo. mm -hmm. Sasa unavopata o vijana una kafursa kidogo, unaweza kupata nauli. mm -hmm. Unavomsafirisha mtoto, anapata ownership ya, ya timu yake, kama ambavyo pale Dar es Salaam watoto wanaomba kwenda uwanja wa taifa kushangilia timu yao. mm -hmm. Ni vyema, lakini kikubwa zaidi ni kumrithisha bro, yeah. kama kuna urithi bora ambayo unaweza kurithisha vijana wangu ni kwa wanyama kwa simba Simba Sports. Lakini tuko naye hapa, nimesikia kiitwa Zahab mchanga. Nani? Zahab Zahab mchange, Zahab mchange. Umejisikiaje kusafiri kuja mpaka Misri huku kuishangilia Simba yako? Nzuri sana. Na pia naipenda ulivyokuwa mtoto, sasa hizi umekuwa mkubwa ama nini, mbona mbona uchanganya bana? Nani? Chad. Ambo ki <laughs> huku, sawali, sema ambayo okay. Hal nikingeliza kiswali chake, sijajua nani alitoa wazo la wewe kuja huku Misri kuishangilia Simba. baba yangu, walisema tu nikienda nitapata mafunzo mengi ya kusafiri na experience. So tangu umekuja umejifunza nini mpaka sasa? jinsi ya kujitegemea na kuishi mbali na upokulia okay. kitu gani kimekufurahisha zaidi kwa wewe kusafiri na Simba? Tunapata kuona wachezaji wa Simba na kuwasalimia na kuwajua kwa undani. Kama nani umemjua kiundani sasa? Uh, Valentino na wa. Umewajuaje ume kiundani kwa kuona au umezungumza nao? Nimezungumza nao. Umezungumza nao nini? Kuhusu tutakavyoshinda mechi na kama tulishinda tena, Mungu kitujalia inshallah, nitasafiri tena kuja. Wamekuambia utashinda? Amesema, kwa uwezo wa Mungu, sawa tutashinda. Na wewe unaonaje? Inaona kwamba tukipambana tunaweza tukapata nafasi ya kupita. Wapinzani wetu nafikiri watakuwa rahisi kiasi hicho. Hapana, kwa sababu wale tuliosikia walitoka magoli ya ugenini na hivyo tukidua tu nyumbani inaka gugu sana kwetu pale kufungwa Benjamin Mkapa kwa hiyo inaonekana sio maadui wa, wa, wa rahisi sana asante sana asante. <tipa> bwana na sasa tumsikilize kocha mkuu wa klabu ya Simba mtaalam Fadlu Devisi, amejipangaje kuivusha Simba kwenda nusu fainali ya kombe la shirikisho?

Tuhitimishe Simba TV kwa kuangazia mchezo wa kombe la shirikisho la CRDB ambapo Simba alicheza na timu ya Bigman na kuibuka na ushindi wa magoli mawili kwa moja. Wanafurahia mashabiki wa Simba kwa hiki ambacho kinafanyika sasa, dakika ya kumi na tano ya mchezo Joshua Mutare, nyota wa zamani wa Power Dynamos, ili ilikuswa ikaanzia kwake, akatengewa valentei nouma mpira mbao akaurejesha pale pale kuchoshwa, mutale budo pass, na naye akasema hii ndiyo yenyewe, akakandamiza ule mpira, Simba wanatangulia. Budo pitisha, pasile, ameshapita, elimpanzu panzu, jaribu kuwekwa chini, ni mkoja penalty Abubakar Ali naambiwa amecheza faul, tafsiri ya heli sasi, ni Elim Panzu amewekwa chini, kitazama hata mlinzi ya kugusa mpira, na imekuwa faida kwa Simba, wanapata mkwaju wa penalti. Kea kutenga Leonel Ateba lifunga kwenye mchezo uliopita dhidi ya TMA bao la tatu ambalo lilikuwa la mwisho katika mchezo huo. Simba alishinda mabao matatu kwa sifuri na tayari yuko nyuma ya mpira. Lionel Ateba Mbida amekwisha ruhusiwa. Ateba, bao la pili kwa Simba me wanyika bado anaendelea kuunguruma. Safari ya kuelekea mbele zaidi ya kutanua wigo wa scoreboard unaendelea. Leonel Ateba anafunga bao lake la pili la michuano hii na bao la pili dhidi ya Bigman, akimuuza kabisa kumpeleka ndiko siko. Nurdin Balora. Simba mbili, Bigman bado hawana kitu mpaka sasa. Inawekwa cross ndani kwenda kujea kwenye, kwenye net. Fantastic goal. Simba ana ruhusu bao, imepimwa na ikapimika kwa vipimo sahihi kabisa vya Joseph Musa, labda inaweza kuwarejesha mchezoni. Nilikwambia hapa mabao yanafungwa dakika kila baada ya dakika 15 dakika ya 45 ya mchezo, kipindi cha kwanza mwishoni, Big Bang wanapata bao. Alitoka mbali akamwangalia Hussein Abel alivyosimama, akaona anafaa kwa kuweza kufanya kitu na kitu kimefanyika. Mateso mno akayapata Hussein Abel, ni mateso makali. Simba wanaruhusu bao la kwanza katika michuano hii. Mara baada ya mchezo huo, mwenzetu Tobias Sebastian akafanya mahojiano na baadhi ya wa wachezaji. Uh, yani, ugumu wa leo naona wapinzani walikuwa nakaba mtu na mtu yani, ilikuwa ni hawatupi space ya kucheza, unakuta hata kuposesi, unaposesi kwa shida yani, tukifika katikati kwenda kwao ndio kulikuwa na kupata ugumu, lakini kwanzia kwetu kidogo afadhali, lakini kwanzia katikati kwenda kwao ugumu ulikuwa mkubwa sana. Uh, watu walitegemea pengine ushindi wa mabao mengi lakini mechi imemalizika kwa ushindi wa mabao mawili kwa bila. Ya, ni kweli hata sisi tulitegemea kwamba mechi ya leo pengine ingekuwa rahisi, tungepata magoli zaidi ya matatu lakini mechi imekuwa ambapo watu kutegemea. Mechi imekuwa ni ngumu, so kama mlivyoona, lakini tunashukuru Mungu tumepata ushindi wa magoli mawili, tumeendelea, tunaofuata ni kitu kizuri na tunashukuru pia. Mechi ilikuwa nzuri, wapinzani kidogo challenge. Kwa hiyo ilikuwa kama ni kipimo chetu kizuri na naamini mwalimu kaona kwa kuweza kufanya kazi makosa yetu na mazuri yetu, ili kipimo, kwa kipimo kwa, kwa, kilikuwa kizuri sana kwenda mchezo wa mbele. Mashabiki wetu walitegemea hii leo pengine ushindi umengi, tunapata ushindi wa mabao mengi kulingana na mpinzani ambaye tunaenda kucheza naye, lakini mechi imemalizika, tunapata ushindi wa mabao mawili kwa moja. Ya, huwezi kubeza kwa sababu nao ni wachezaji japokuwa Simba ni timu kubwa kwa kila mchezo unatakiwa tupate matokeo, lakini pia tunashukuru Mungu kwa matokeo. Kikubwa kilikuwa matokeo, haijalishi moja bila mbili, moja au nini. Kikubwa kilikuwa hasa ni matokeo kwa sababu kwenye kufuzu unahitaji matokeo, ushindi, yaani sijalisha ya magoli ya. Uh, kwa mara ya kwanza hii leo unapata nafasi ya kucheza mechi ya kimashindano, mechi ambayo watu wanapata nafasi ya kuona. Mimi binafsi nimekuwa nimekuona kwenye baadhi ya mechi, lakini zimekuwa ndani. Hii ni mechi ya kimashindano kwako msimu huu, unaizungumziaje, na nini ambacho kinazungumza ndani ya moyo wako? Kwanza nashukuru Mungu, kwa sababu ilikuwa rahisi kupata nafasi hiyo. Timu kama Simba, unapopata nafasi kwa lazima ufanye kazi kwa. Nashukuru kwanza kwa kuweza kupata opportunity hii. Ni kweli ni muda mrefu sijacheza, sijacheza mechi ya kimashindano, lakini lakini leo mwalimu kaona anipe kwayo naamini kwa, na kwa nilivyocheza naamini mwenye baadaye nitafanya review mechi, nitajua mazuri yangu na makosa yangu. Uh, match ilikuwa ilikuwa vipi? Eh, timu yote inacheza vizuri sana ndio, kwako wewe match ilikuwaje? Uh, plus performance yako kiwango chako na performance yangu <laughs> eh, ilikuwa vipi and uh, I think uh,

Kulingana na ratiba na kulingana na aina ya e, skwadi tuliokuwa nayo hii leo, tulikuwa hatuhitaji kushinda, tunahitaji kufuzu. Na mchezo huu kama ambavyo nilisema jana, tuliuhitaji kwa ajili ya kunyanyua e, mech fitness ya wachezaji wetu. Tumecheza mechi ya mwisho tarehe kumi na nne dhidi ya Dodoma Jiji, siku nyingi kidogo zimepita hapo, na mechi nyingine inayofuata ni tarehe mbili kwa hiyo tukasema hapa tupate mechi nyingine ya kutuweka sawa kidogo. Kwao mechi ya leo ilikuwa ni mechi maalum kwa ajili ya kutuweka sawa kuelekea katika mchezo wetu wa tarehe mbili dhidi ya Al Masry, na jambo la msingi ambayo tulihitaji hii leo ni kila mchezaji apate nafasi ya kucheza ili kunyanyua fitnes yake, lakini muhimu ni mnyama kufuzu kwenda hatua ya robo fainali. Yote yamefanyika kwa asilimia mia moja, tumetimiza malengo. Tuna ganga yajayo. Nam, tumefikia tamati ya Simba TV wiki hii.